Mwana sawa sawa digital, huenda utakuwa umesha kukwisha kusikia story nyingi sana ambazo zinamuhusu Diddy, nikimaanisha P Diddy eh. Ni mmoja kati ya watu ambao pia wako kwenye mashtaka kwa sasa hivi na akiendelea ku, eh, kusikiliza eh, hukumu yake ambayo inatoka eh, mwezi ujao, mwezi wa tano. Sasa kume, kuna kumekuwa kuna kuna story nyingine ambayo imeweza ku, ku, ku, kuibuka kwa sasa hivi. Kuna mtu ambaye ameweza kutokea na yeye kuleta la kwake la moyoni, lakini pia tumeweza kusikia story nyingi sana ambazo zinakuwa zinamhusu, ila kuna hii mpya ambayo eh, ilitoa eh, ilitoa mwigizaji ambaye anafahamika kwa jina la Terrence Howard akiwa eh, kwenye PBD podcast kutokea huko nchini Marekani, amedai kuwa Didi alimuhitaji kwa ajili ya kumfundisha uigizaji, lakini alianza kuto kumwelewa baada ya kumwona eh, anamwangalia eh, kimatamanio sana, inaonekana hapindi e, alikuwa namwangalia kimatamanio sana mshikaji, mara baada ya kuweza kumfuata ili kuweza kumsaidia katika masuala mazima ya tasnia ya uigizaji. So pafda doe pipe nini e, aliweza, alinikaribisha akitaka nije kumfundisha, alitaka niwe kocha wake wa uigizaji kwa muda. Anakaa tu pale akinichunguza, mshikaji, ndio alikuwa anasema hivyo sasa. Howard alikumbuka kwamba nikamuuliza, sawa, ni maandishi gani unataka e, tuyafanyie kazi. Ni swali ambalo e, mshikaji aliweza kumuuliza Didi. Akawa ananitazama tu, halafu baadaye akasema, "Hey, utanisaidia? Nataka nisikie muziki wako." Nikaja pale nikapiga muziki, na yeye ananikodolea macho tu kama anasubiri kitu fulani. So mshikaji, ile kama anammendea anamlea dele, anamwangalia kwa jicho fulani hivi kama tunavyojua eh, matukio ya Didi ambayo anakuwa yanatendeka. Akiendelea kusimulia, mshikaji huyo alisema kuwa baada ya muda msaidizi wake alimwambia kuwa Didi anataka kukutoa out. Howard alivyomuuliza, kwa nini msaidizi yule, bila kupepesa macho, akasema nadhani anataka kulala na wewe. oya, oya, oya, oya. Imagine ungekuwa wewe umekaa na mshikaji alafu anakwambia anataka kulala na wewe. Vitu kama hivi hapo vinakuwa vinatokea. E, hata Tanzania pia sasa hivi janga hili limekuwa ni kubwa zaidi. Matukio kama ya mtoto huyu yanaendelea kutokea, lakini tuachane na hayo. Mshikaji akaanza kufunguka na kuona kwamba hapa nimeyakanyaga na kuweza kufunguka. Hebu isikilize hii interview ambayo aliweza kufanya na podcast moja kutokea huko nchini Marekani, akielezea yeye mwenyewe kwa uzuri zaidi na kwa ukubwa zaidi, na hii ni sawasawa digital.